Mambo vipi? Na habari ya mihangaiko ya hapa na pale ya, ni kutakie heri ya mwezi mpya, mwezi wa tano, mwezi wa mafanikio. Uh, sisi sio wengine, habari ni wale-wale, mabingwa mavingwa wa uuzaji na usambazaji wa mitambo ya sola tunaojulikana kama Mysol. Nikwambie tu kwamba wewe mfuatiliaji wa huduma bora za sola kama ni mara yako ya kwanza fanya kusubscribe, lakini pia kama utapenda video hii, unaweza ukalike uka comment, na pia uka share. Niwapongeze tu kwa kuweza kuvuka mwezi wa nne mpaka kuingia mwezi huu wa tano, lakini pia nikwambie wewe ambaye bado unateseka na huduma za sola, nafasi bado unayo, unaweza ukapata huduma yako bora kabisa kutoka Mysol na huku ukilipia kidogo kidogo. Basi kwa utangulizi huo niseme kwamba nikushukuru, nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa unatupa sapoti ya kuweza ku, uh, kufungua kila video tunayokuwa tunaiweka katika chaneli hii. Lakini pia nikupongeze wewe ambaye umekuwa mstari wa mbele kuweza kushare uh, taarifa zinazopatikana katika ukurasa huu. Basi niwaambie tu kwamba habari njema nilionayo siku ya leo ni kwamba, uh, ile ofa yetu ya asilimia thelathini ya kianzio chako bado inaendelea. Kwa hiyo basi unaweza ukafanya maamuzi yako ya kuweza kuchukua mtambo leo kwa kianzio kidogo kabisa kilicho zaidi ya asilimia thelathini ya kianzio nikwambie tu wewe mgeni kwamba sisi tunahusika na uuzaji na usambazaji wa mitambo ya sola ambapo sola hizi zinakuja katika seti hapa nikiwa na maana kwamba utapata betri utapata sola ya kisasa yenye uwezo wa kudumu mpaka miaka ishirini lakini pia utapata TV e, za kisasa kabisa kuanzia inchi ishirini na nne thelathini na mbili mpaka arobaini na tatu nikwambie tu mitambo tuliyo nayo kwa haraka haraka tuna mitambo ya saizi tofauti tofauti. Tuna mtambo mdogo kabisa kwa ajili ya matumizi ya taa. Mtambo huu ni wati kumi. Ah, mtambo huu nikiuelezea unakuja na taa tatu unakuja na beti kidogo beti hilo lina uwezo wa kuchaji simu lakini pia utapata paneli uh, ya saizi ya wati kumi kwa matumizi madogo lakini pia wewe unahitaji mtambo ambao uh, unaweza ukafanya matumizi ya nyumbani utapata mtambo uh, kuanzia wati 55 unaokuja na tv Una ya nchi ishirini na nne mtambo huu unaitwa mysol TV utaupata kwa bei ndogo kabisa, ni sawa na bure. Mtambo huu unakuja na tv ya kisasa nchi 24 unakuja na betri la mezani, lakini unakuja na paneli ya wati 55 na uwezo wake unawasha taa 4 dishi uh, uh, na vitu vingine vinavyoweza vi, vi, kufaa kwa matumizi ya nyumbani. Mtambo unaofuatia ni mtambo wa wat themanini. Mtambo huu pia ni mkubwa, lakini pia unafaa kwa matumizi ya nyumbani. Mtambo huu ni wat themanini. Wati themanini unaweza ukaitumia kwa matumizi ya nyumbani pasipokuwa na changamoto ya aina yoyote. Lakini nikuambie tu kwamba mitambo ya maisoli yote ina uwezo wa kufanya kazi wakati wa mvua, lakini pia wakati wa jua. Kwa hiyo unapochukua mtambo wa maisoli usiwe na wasiwasi kuhusiana na mvua au kuwa na wasiwasi na hali ya hewa kwamba uh, inaweza ikatokea hali ya hewa ina ina shida ukaofia kwamba labda mtambo wako unaweza ukazima. Hapana, kwa hiyo wat wat themanini itakuja na TV inchi ishirini na nne pia kama ilivyo wati hamsini na tano lakini pia utapewa betri. Sasa, betri la kisasa betri la serikavu au betri la unga lenye uwezo wa kukaa na chaji zaidi ya siku tatu hata kama ujachaji uh, hali ya hewa sio rafiki hakuna jua betri ina uwezo wa kudumu na chaji zaidi ya siku tatu na hapo hapo utapewa paneli ya wat 80 ambayo aa, paneli hiyo uh, ina uwezo wa kudumu zaidi ya miaka 20. Taa unazopewa kwenye mtambo huo ni taa nne, lakini uwezo wa kukua betri unawasha taa mpaka kumi. Mm, nirudie mm, mm, mm, kidogo hapo. Betri hilo lina uwezo wa kuwasha taa zaidi ya kumi lakini kwenye pakeji yetu au kwenye kifurushi chetu sisi tutakupatia taa nne. Kwa hiyo hizo zingine, kulingana na matumizi ya nyumba yako au eneo lako unalofunga sola, utaweza kuongeza mtambo mwingine. Ni mtambo wa wati mia moja na ishirini. Mtambo huu unakuja na paneli uh, ya wati mia moja na ishirini, lakini pia utapewa tv ya inchi thelathini na mbili pamoja na betri uh, imara kabisa beti la selikavu uh, au beti la unga na taa utakazopewa ikiwa ni taa nne ila betri zina uwezo kuosha taa zaidi ya kumi na tano. Hapa sasa kwenye mtambo huu wa watts mia moja na ishirini umekaa umeka katikati, unaweza ukautumia kwa, kwa matumizi ya nyumbani, lakini pia unaweza ukautumia kwa, kwa matumizi ya biashara. Kwa mfano mtu anataka kufungua sauni, mtu ana eneo lake la, la, la biashara kwa ajili ya kuchaji simu, huu mtambo unamfaa. Na mtambo wa mwisho ni mtambo wa watts mia mbili. Mtambo huu bana a, ni mtambo no unaokuja na TV ya nchi arobaini na tatu, unakuja na paneli ya watts mia mbili, lakini pia unakuja beti kubwa la kisasa beti la N100 au tunalita ah ampya pahawa mia moja, beti hili lina uwezo wa kuwasha taa zisizopungua ishirini na tano mpaka thelathini sinu. lakini kwa wale ambao wanasema kwamba wana vifaa vingine ambavyo havitumii umeme wa sola wanafanyeje? mtambo wenu iyo huu watu mia mbili, unaweza kuweka inveta yako nzuri kabisa ukaweza kukomvati umeme ukatumia vifaa vyako kama laptop na computer ukatumia sabufa za dukani zile za umeme ukatumia uh, pasi uh, brenda uh, na baadhi ya vitu. Kwa mfano uh, incubeta za saizi ya kati, kwa wale wafanyabiashara wa, wafanya au wakulima wa kuku, uh, kuku, kuku ufugaji wa kuku, sijui nafikiri tunaweka kwenye ukulima pia, eh, wale wanaojihusisha na ufugaji wa kuku hizi, uh, wati mia mbili au mtambo wati mia mbili zinaweza zikawafaa ila pia huu mtambo wa mia mbili unaweza ukatumiwa na wale watu ambao wana maroji, gesi, hoteli, shule, wana uhitaji wa taa nyingi eh? Kwa sababu inawasha taa zaidi ya, ya, ya 25 mpaka 30. Ina maana uh, kwenye nyumba ya kawaida sio rahisi kufunga taa zaidi ya 25. Uh, kwa hiyo hapo tunazungumzia roji, gesi, hoteli, taasisi za serikali kama shule, hospitali, mitambo hii ni ya kwenu. Hebu fanya kuchangamkia fursa uh, kwa kuweza kujipatia mtambo huu mkubwa wa 200 na kubwa kuliko, ni kwamba mtambo huu wa 200 pia kwenye matumizi ya biashara ya kuonesha mpira unafaa sana, kwa sababu tv inayokuja hapa ni tv ya nchi 43. Sasa hebu niambie tv ya nchi 43. Hakuna tv uh, zaidi ya nchi 43 ya sola inayotumia sola katika kampuni lingine lolote zaidi ya MySol 2. Ukiona tv ina, uh, ni zaidi ya inchi 43, eidha tuseme inchi 55, 65, hiyo sio tv ya sola bali ni tv ya umeme. Tv ya sola inapatikana MySol tu na ni size ya mwisho ni inchi 43. hakuna tv ya sola yenye zaidi ya inchi 43. tatu. Hivyo basi nikukaribishe wewe Mtanzania, wewe mfuatiliaji, lakini pia wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kufuatilia chaneli hii. Vifaa hivi vyote nimevitaja vinakuja na matengenezo ya bure mpaka miaka minne. Yaani, unapochukua huduma zetu utapata matengenezo zaidi ya miaka minne, lakini kubwa kuliko ni kwamba tunapokufungia mtambo, sisi tunakufungia mtambo bure kabisa, hautochajiwa pesa yoyote. Wewe toa kianzio, tukufungie sisi bure kabisa. Wiring zote tunafanya sisi bure kabisa. Wewe ni kutupigia simu, kutuambia unapatikana wapi, tutakupa utaratibu wetu. Baada ya hapo, jukumu la kufunga tuachie sisi, tutafunga bure kabisa. Lakini kingine, tuna vifaa vingine vya ziada ambavyo wateja wamekuwa wakiviulizia. Tuna sabufa za kisasa, tuna feni, tuna mobi charger, vifaa vya kuchajia simu lakini pia tuna madishi ya Azamu na madishi ya Azamu tunayotoa kwa wateja tunayatoa pia kwa mkopo. Yani sisi tuna dili na mikopo, anayehitaji kwa keshi atauziwa, lakini uh, wale wa mikopo uh, tunawahudumia kwa namba kubwa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwamba vifani vizuri unavipenda, lakini hauna pesa ya pamoja, ni kutoe hofu tu kwamba tutakuhudumia pasipokuwa na shaka ya aina yoyote warranty ni miaka minne, lakini pia utaweza kupata ufundi na uh, ufungaji bure kabisa. Lakini kingine ni kwamba huduma zetu ni za uhakika, utakapopata changamoto muda na wakati wowote wa immediately tutaweza kufikia na njoo njona kianzio chako, tutakupa siku 30 mbele, ndio utaanza kufanya marejesho yako. Nikukaribishe sana uh, wewe Mtanzania kokote kule uliko. Uh, tunapatikana Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tuna ofisi kila mkoa, kila mkoa hapa Tanzania tuna ofisi, lakini pia tuna wawakilishi wetu karibia kila wilaya. Kwa hiyo utakaponipigia simu uh, kwa sfs 30 nitakuunganisha na ha, mwakilishi wetu katika eneo ambalo wewe utakuwepo, na utaweza kupata huduma vizuri kabisa na kwa uaminifu wa hali ya juu. Kwa 0767735030 tutakuhudumia vizuri kabisa na kwa uaminifu wa hali ya juu. Mimi niseme tu kwamba nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie mwezi mzuri kabisa. Mwezi wa tano, mwezi wa mafanikio. Mungu atusimamie katika mwezi huu, lakini pia mwezi huu uwe ni mwezi wa wewe kuweza kufanya maamuzi yako na kuondokana na giza. Uwe na siku njema, lakini pia usisahau kusubscribe na kucommenti katika page yetu, na uweze kuwa umetisha kinoma noma, na Mungu akubariki.